Katika mkutano wa mwisho wa hadhara uliofanyika katika tawi la Kanada, viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM wamehitimisha kampeni zao kwa hamasa kubwa mbele ya wananchi wa eneo hilo. Katika hotuba zao, viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa kuendeleza miundombinu bora, kuboresha elimu pamoja na upatikanaji wa huduma za maji safi kwa wakazi wa kata hiyo. CCM oye! Ndugu zangu, nimesimama hapa mbele yenu kuja kunadi sera za Chama Cha Mapinduzi sana. Ilani ya Chama Cha Mapinduzi hii hapa. Mimi nanadi ilani ya Chama Cha Mapinduzi na nafanya kazi kulingana na hii ilani. Oh, yeah, ya Chama Cha Mapinduzi sana. CCM oye! Ndugu zangu, kata yetu ya Bonyokwa hii ina changamoto nyingi ikiwemo miundombinu ya barabara, maji na vitu vingine. CCM oye! Oh, yeah, wakati naingia madarakani mwaka 2020 kata ya Bonyokwa ilikuwa na changamoto kubwa ya miundombinu kweli kweli kweli, mama, lakini nikishirikiana na mbunge ubona, tumepambana tumepambana la- tumepambana kupata lami, lakini wakati tunapambana kupata hiyo lami, tulikuwa tunaleta magreda kuchonga barabara zetu hizi. CCM oye! Ninyi wenyewe mashahidi, tumepambana kupata, tukapata barabara ya kutoka Segelea kuja Bonyokwa, ambayo sasa hivi inamalizikia kuja Bonyokwa. Mkandarasi yuko site, mita 700 zilizobaki. Kwa kwayo sasa hivi Bonyokwa tunajapo lami, tulikuwa hatuna lami kabisa. Lakini pia nikishirikiana na ni mheshimiwa mbunge, tumepata pia barabara ya kutoka Kinyerezi Bonyokwa Kimara ambayo kandarasi yupo site. CCM oye! ambayo ile barabara itatumia zaidi ya bilioni ishirini na nne. Mama Samia oye! ona! Oye! oye! CCM oye! Oye! Oye! Ile barabara itajengwa ikiwa na mifereji na taa za barabarani, lakini pia kuna barabara ya kutoka ambayo imeingia mkataba pia ya kutoka Bonyokwa kwenda kwa mkua na yenyewe pia inajengwa kama alivyoeleza mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mkandarasi tayari yuko site. Na bahati nzuri au bahati mbaya, wananchi walivyokuwa hawataki maendeleo tayari walipita juzi kung'oa vile alama zile za barabarani kwa ajili ya mkandarasi kufanya kazi oh yeah. Zake pia tumepata mkandarasi ambaye yuko site sasa hivi anafanya upembuzi yakinifu kwamba kwa ajili ya kuondoa miundo mbinu ya maji na sm kutoka Masia kuja Kanada mpaka kuishia baa mpya -e. Ni kama Mama Samia hakuna. Lakini pia kuna barabara ya kuto ya kutoka Masia kuingilia Shedafa kuja mpaka baa mpya. Wakazi wa kule wenyewe, mnaelewa kabisa ni jinsi gani tulikuwa tunahangaika. Barabara ile ya wanaoenda kanisani, nafikiri mnajua, sasa hivi imewekwa zege bado kuja kuwekwa mifereji na taa za barabarani, lakini pia kuna kipande kidogo ambacho kimebaki kuja kumalizia. CCM oye! Lakini pia mkandarasi ambaye am, anajenga kutoka Segerea kumalizia Bonyokwa pia amepata, amepata ukandarasi pia wa kujenga barabara hii ya kuja sana. Aidha, hey mkutano huo umehudhuliwa na viongozi mbalimbali wa chama kiwa ishara ya umoja, utulivu na dhamira ya ukweli ya kuwaletea wananchi maendeleo endelevu. Mbali na hayo, mbunge wa jimbo la Segerea kwa tiketi ya chama cha CCM Bona Kamuri alikuwa na haya ya kuzungumza. Kwanza tumeshaleta mawaziri tukawaambia kwamba kata yetu ya Bonyokwa hakuna maji, lakini pia wakatengeneza mfumo wa maji miundombinu. Yani kila mtu maji yaweze kufika nyumbani kwake, lakini bado tuna tatizo. Pamoja na miundombinu tuliyokuwa nayo, bado tuna tatizo, maji hayafiki nyumbani kwetu, na kama yanafika, yanafika kwa asilimia chache. Tunalijua hilo tatizo, na juzi Mheshimiwa Rais nimeongea pale, nimewaambia pamoja na juhudi ambazo zinafanyika na serikali, lakini bado hatujaweza kupata maji asilimia mia moja. Sasa ndugu zangu, mimi na Mheshimiwa diwani tayari tumeshaanza tena mikakati mingine kuhakikisha maji yanatufikia, pamoja na kwamba tenki limejengwa lile tenki kubwa la kuleta maji hapa, lakini bado maji hayajafika. Tumeshaanza na Mheshimiwa diwani kuangalia ni jinsi gani wataalamu wetu watatumia mbinu nyingine, nyingine, ili mitaa yote iweze kufanya nini, kufika maji. Na kwa sasa hivi leo nimeona kwenye grupu letu kwamba kuna sehemu kadhaa maji hayajafika na nimesha ripoti kwa mtu wa Dawasa. Kesho, wa Dawasa amesema kesho mheshimiwa diwani atafika huyo mtu kuangalia hiyo sehemu, kwa nini maji hayafiki. Lakini pamoja na tatizo hilo, lingine ambalo nimelipokea kwamba maji yana hayafiki, lakini kabla maji hayajafika huwa kuna ule upepo ule ambao unakuja. Kwa hiyo watu wa Dawasa wamekuwa wanahesabu kwamba huo upepo na wenyewe ni nini, ni maji, kwamba mita inafanya nini, inasoma. Mbali na hayo, mwenyekiti wa serikali za mtaa Dr. Shabani Maliatabu akizungumza kuwaambia wananchi wa kujitokeza kwa wingi kwenye upigaji wa kura na kuachana na vitendo vya ushawishi vinavyotoka mitandaoni. Habari, aitwa Maliatabu ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bonyokwa, kata ya Bonyokwa, Ilala, jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Leo tarehe 25 mwezi wa 10, 2025 tupo katika kampeni e, za Chama a cha Mapinduzi. Tupo katika nafasi ya kukiombea kula Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais, tunakwenda kutiki tarehe 29 mwezi wa kumi. Nafasi ya wabunge tunakwenda kutiki, nafasi ya madiwani tunakwenda akutiki. Wa ni watoe wasiwasi wananchi na watanzania kwa ujumla, ondoeni shaka, nchi imetulia, nchi na amani chini ya milijeshi wetu mkuu Dkt. Samia Suluhu Hassan na sisi wasaidizi wake katika vipande hivyo vya mitaa tumejipanga vizuri kuhakikisha wananchi wanatoka wanakwenda kupiga kura na wanarudi kwa amani na utulivu. Jamani, shime sasa eh, kwamba wewe mzazi, mwenye watoto, mwenye ndugu, mwenye jamaa ambao wanapenda kushabikia vitu visivyokuwa na msingi, wakanyeni waache, wasije wakaingia kwenye matatizo yasiyokuwa na msingi kabisa, eh, lakini kazi na utu tunasonga mbele. Oktoba tunatiki tunatiki tunatiki tunatiki tunatiki tena, asante sana. Na huku wadau wengine wa CCM wakiunga mkono hoja ya Dk. Shabani Mariatabu kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kuacha vitendo vya ushawishi ah, Uh, ni mwanachama kamimi nasema kwa nafasi ya udiwani kata ya zuri zaidi ya sana rai uh, yangu kwa Watanzania wote kwenye kata zote tulizonazo Tanzania nzima mia tisa na sitini, niwaombe tu kwamba tunyanyuke tukapige kula

hayo yako nje na mtazamo kwa mujibu wa sheria. Marco Mawara, katibu wa vijana tawi la Kanada kata ya Bonyokwa, amewahamasisha vijana kumpigia kura Mama Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa chama cha CCM, akisisitiza mafanikio ya serikali katika kuwawezesha vijana. Amesema kupitia uongozi wake, vijana 39 wamepata mikopo inayowezesha kujitegemea na kuchuchia maendeleo katika jamii. Naitwa Marco Galisi Mawara, ni katibu wa vijana tawi la Kanada napenda kutoa uwito kwa vijana wote Tanzania nzima hususani katika tawi letu la Kanada kata Bonyokwa, tarehe 29 tutoke mapema na asubuhi tuhakikishe tunapiga kura za ndio kwa mgombea wetu wa udiwani, kura za ndio kwa mgombea wetu wa bunge na kura za ndio kwa mama Samia. Mama Samia amefanya mengi sana kwa vijana. Mimi nimemaliza chuo mwaka 2023. Katika masuala ya mkopo mama amefanya mengi sana nimeshuhudia, mimi nimefaika mmoja wapo wanavyuo wengi sana wanapata mikopo Nimewafanyia mkopo mwaka jana, application ya wanafunzi 39 38, wote walifanika kupata mkopo. Mmoja alikosa kwa sababu ya mistake tu zingine ambazo alizikosa yeye mwenyewe. Naomba tutoke tarehe 29 bila kuogopa. Mama yetu ndo amiri jeshi mkuu ametuhakikishia usalama. Vijana tutoke, tuna sababu za msingi sana za kutoka vijana kwenda kumpigia mama. Naombe kwa unyenyekevu sana Mama anatosha, mbunge wetu Bona Kamueli anatosha, na diwani wetu Tumike Mnaolilo anatosha. Tujitokeze kwa ajili ya kupiga kura. Asante sana. Mimi nitatoka, wewe je? Nikiripoti kutoka Bonyokwa, Dar es Salam, mimi ni Frank Muhando, Mali TV.